Kwa simu toka London, tuko sehemu ya nne ya, ya mahojiano na mwanamuziki nguli anayeishi Uingereza ambaye amepiga na wanamuziki wengi sana duniani aa, Saidi Kanda. Saidi atatueleza kuhusu kazi yake ya sasa hivi anayoifanya yeye mwenyewe ambayo inaitwa Mvula Mandondo na atatufafanulia maana yake ni nini. Akiwa na mwenzake atatupa vibao hivyo. Saidi Kanda, sema ndugu yangu ya, na kuona hapa mchana Ongereza unapiga una, vyombo vyako kama kawaida. Ndio, naangaika na bendi ya Mvula Mandondo. na hii Mvula Mandondo maana yake nini? maana Tanzania, wengi au Waswahili, Mvula Mandondo kwa Kibantu, mvula ambaye ni mvua mandondo tunasema kwa lugha zetu za Kizaramu, za Dar es Salaam, mandondo maana yake ni maharage. Mvua ikinyesha maharage huota, hiyo ndo maana ya mvula mandondo. Nafikiri umenielewa na, na watu wamenielewa, na hiyo album inaitwa na... album inaitwa Ambush. Ambush mvula mandondo Ambush, hiyo ndio first album ambayo imetoka tayari toka mwaka jana, na sasa hivi tunaifanyia advertise na kuipiga sehemu mbalimbali kwa hiyo Mvula Mandondo ni jina la bendi yako? Pia ni jina la bendi, kwa sababu ni uzuri kufanya albamu na jina la bendi same. Sababu kubadilisha huko jina lingine, una confuse wote kwamba hii tu Mvula Mandondo, lakini albamu jina la la jina la albamu ambayo inaitwa Ambush. Watu wanaotaka kukujua kazi yako kusikia watatafuta Mvula Mandondo, lazima utafute Mvula Mandondo. Okay, ukiandika tu Mvula Mandondo unatupata kwa sababu mimi ni mpiga ngoma moja maarufu. Muziki ya jadi kama ulivyozungumza katika sehemu nyingine za mahojiano haya. Huko umekaa hapa na mwenzako huyu, huyu ni nani? Wewe ni mlinzi au? Huyu ndio kiongozi wa Mvula Mandondo, ndio. Watu wengi wanaambia, "Oh, wakanda ndio ukamwambia mi sio kiongozi kwenye bendi, kuna kuna kuna president, mi mimi presida, yeye ndio chef de orchestra eh, tunasema yeye ndio kiongozi wa bendi. Huyo anaitwa Fab Moses, muimbaji wa sauti ya kwanza, sauti ya pili, sauti ukitaka mpaka sauti ya nne, sisi wazee wa ma sauti. Sasa huyu ndio mwenye mpanga vitu hivi, akinipangia hivi tunaimba, wewe mzee ninavoimba yoko tunaimba, kaimba juu nikaimba kaimba chini, lakini like, yeye ndio mzee nafanya kabla hatujaongea na huyu mwenzio, uh huyu msanii uh -huh. mzuri sana wa Tanzania ah, tuna tunamuheshimu sana sisi, miaka mingi uh -huh. Tungependa kuku, kukusifia wewe kwamba huwe huwe sio mbinafsi, maake mara nyingi unge, ungeita bendi yako Saidi Kanda uh -huh. Ungeita kila kitu Saidi Kanda uh -huh. Lakini unakuwa unapenda kushirikiana na watu wengine, si ndiyo? uh -huh. Ubinafsi katika bendi unaua bendi, especially kitu kimoja nitaongea: pesa, pesa akiwa unaishika we band leader, hapo unawapa watu kila mtu atakuwa hakuamini. Katika bendi lazima uwe na manaja pia na, na amwe kazina, lakini sisi wenyewe, mimi na Fab Moses, ni kama ndio kazina, ndio kama ndio tunaangalia pesa, kuangalia wanamuziki wetu, kama shilingi kama kuipata na wanamuziki na pesa, tunapogawana kwa watu wengine, uweze kuamini. Ile pesa tunapopata mshahara, tunatoa tu pesa ile kiasi cha kusema, kama hii ndio pesa ambaye tumemfanyia labda kwa advertise, kwa mambo madogo madogo, lakini pesa kwa eh, usafiri. Lakini kisha pale, pesa wanamuziki wetu, tunaangalia pesa sana, ni sawa kwa kitu tunaondoka na pesa ile ile, mhm mm eh. Sasa, Fab Moses ana, ana, ana nyimbo unatunga anaimba yeye inakuaje? Kwenye Mvula Mandondo hakuna ubinafsi, kuna Mvula Mandondo mtoto kwa Afrika. Moses yupo anatunga katika Mvula Mandondo, Moses yupo ana renji nyimbo zenye katika Mvula Mandondo, kwa sababu katika mziki kutaka kufanya miziki, miziki sio ni mtu mmoja miziki, lazima kuna vichwa karibu ni vinne vitano. Ndio maana katika mziki kuna vyombo vingapi? Kuna vyombo karibu ni mia moja au mia nne mia nne. Kila mtu ana talenti yake chombo gani cha kufanya. Kuna mwingine ana ah, talenti ya kuimba vizuri na kuandika viti nzuri, lazima urespect hiyo. Sasa kama mtu mwandishi mzuri, unampa chance yake. Kama mwandishi mzuri anaandika nyimbo, anasaidia ma, ametunga nyimbo karibu 3 4, hapa na nyimbo watu wanazipenda, tukipiga sehemu, kila sehemu watu wanafurahi. Hebu kabla hajaongea, tuanze kusikia mkipiga pamoja, alafu ndio tumuulize swali. Naonaje mkianza kupiga? Ah, ni vizuri. Eh, itakuwa vizuri kabla hata hajazungumza. Mzee mzee wa sauti. Kabla kabla hajazungumza, kabla hujazungumza, hebu tusikie muziki kwanza. Sawa. Mm.

Watu wala hawasimani sikini kujikani si kama eti wana shetani. Bose si, si, wape wote na hiyo ni, tumeonja tu kidogo bana. Fab Fab Moses ndio ya yeah. Fab Moses yeah, eh no. Musa <laughs> Ah Musa sio yeah. Kwa jina lako la usanii hapo Uingereza tunaitwa Fab Moses. Tumefurahi sana kuzungumza na sisi kujajea kipindi cha cha Saidi Kanda. Mmejuana muda gani nyie wawili? Ah tumejuana tangu tisini na mbili. Tisini na mbili, na ndiyo tumejuana, tumekutana tumekutana naye huko Brighton huko, tumejuana na hiyo tisini na mbili actually tulikuwa e mimi na yeye, kuna nyimbo fulani alitunga, mimi nikawa naimba, manake alikuwa sio mwimbaji, alikuwa ni mtu wa kupia vyombo, ndio alikuwa shughuli zake. Kuna nyimbo fulani alitunga kitambo sana, yani ni kama Mwenyezi Mungu tu alomba baba, yeye mko hapa sasa hivi mtakuja kuwa baada ya ni watani wa jadi si ndio? Kama Simba na Yanga, Yanga Simba, watu wanawapenda sana, mna wafuasi wengi sana Facebook, kwenye Facebook, kuenda kwenye show zenu, watu wanapenda, wanarukaruka Mandela na nini. Kusema kweli, mnachangamsha sana jina la Tanzania huku nje na Kiswahili na nini au vipi bwana, wanasema mcheza kwao utunza utunzwa, na sisi kusema kweli, tunapenda vitu vya kwetu, sio na huyu bwana ni mtu wa traditional, na mimi nilikuwa napiga zamani kwa radaku, kwa nyimbo zile za za kuladaku, vitu kama hivyo sasa. Mimi ni mtu wa ma melody, unaona nime busy sana kule kwa kina Marijan Rajab. Sasa nikikutana na bwana kwa hiyo vitu na vimix na ile traditional, na tunafanya modo kila kitu kinakuwa supa, yani mziki mabata wetu huwezi ukalinganisha na bandi za kikawaida, miziki ya jadi ya jadi mm. Afanye mandombolo yale na nini na, na, nini. na, Iga na, mambo ya mandombolo, sisi haya hatu ya hatu yani mi hata haya nililia mm. Salum Abdala kina, kina Segeri hey. Matata ungependa sana kama ongekua hayo kabisakabisa unajaribu kukaa kule kwetu kabisa kule kwetu kukumbuka hizo akina Likomanga Msoropa Mavanga zizo ngoma kama ngoma za Kigogo no kina Mariam Zausa ndo vitu ambavyo tunavipenda. Braka mshae kidogo labda. Uh -huh. uh -huh. Ehe. Ndio hivyo. <laughs> Marijani mwenyewe sokomoko. Kabisa mm. dalili. Yeye ndio yenyewe. Ana mwidi ni malemu kweli Mvula Mandondo. So, sasa hii hii mnapiga show gani mmepiga nzuri sana kush, kush, kush, kush, kumbuka, li, kwa hiki zote ambazo kajaa watu naweza kukumbuka ilikuwa wapi? Kuna show nyingi mna tumefanya Mvula Mandondo. Kuna show kila show sisi tukipiga ambayo ni sold out. Show ya kwanza ambayo ilikuwa big big, big sold out ambayo ilikuwa showroom ambayo ilikuwa sehemu moja inaitwa Brighton. Hmm. Ambaye kuna hole moja ambayo inaitwa Robert Tacos. Hiyo Robert Tacos hizo ambaye ni big hole ambayo tulipiga hapo ni sold out. Alafu sasa ndio ilikuwa show yetu ya lafusa, eh, wa wa kwanza. Kwa ndio show ya kwanza kabisa. Huyu bwana alikuwa wanasema nervous. Alikuwa na wasiwasi ya show ya kwanza. Wala. Yeye mlinzi takuwa. Wewe tulia bwana mtani, wewe vipi wewe? Mwaka gani ilikuwa hiyo? Mwaka, ha, mwaka, mwaka, waakari, ya, yo, o, o, mwaka mwaka huu au ilikuwa mwaka jana mwaka um. mm. juzi ba yes mwaka juzi, Brighton ndio ule mji ule uko baharini baharini, kwenye mawe mawe badala ya mchanga. Si eh, lazima kwa sababu ni mtu uogope, unajua ah bwana, was... mambo hapa <tuhabisa> tutakuwa <tuhabisa> vipi mambo yake nje huko watu wengi mno. Sasa kwa watu fanye show ambayo ukamilike na like, show ya kwanza. Tukiharibu hapa ndio ndio ngoma. Kusema promoter wengi wanakuja kuangalia show ambayo ya muziki, sababu matangazo matangazo makubwa. Sasa lazima tufanye show nzuri lakini nashukuru Mwenyezi Mungu, show imekwenda vizuri, alafu sho ingine imefanyika kubwa kile kubwa ingine ambaye Rich Mix, hizo zote ziko video katika Rich Mix, ndio maarufu hapa, klab maarufu Ngereza, London. Nafikiri nilikuwepo pale, mnaimba bale Mandela, wacha ile ile, kwa kuna ingine uchafanya ka karibu ni zingine matatu, mana zote ziko solid hapa, zingine, yani sehemu nyingi mno siwezi, lakini naukata bana tumba Unajua yes, kuna show tulifanya um, nani Trafalgar um, Trafalgar Square. Square. Aha. Ndio nani ah, Trafalgar oh, Square sema no maarufu pale yeah, yeah. kwenye Malaya ni. Tulifanya ile festival festival kwa festival. Africa is it? Africa kila mwaka ufanya ka mara moja, na bendi mzima wenyewe wawili, unaweza kupiga imbo ambao mlipiga pale siku ile, kifupi kifupi, mwajuma, zile nyimbo ndio wenyewe. Mama, namtafuta msisi Afrika o, sijafanikiwa kumuona mama. Mimi nimetembea Afrika zima mama, namtafuta msisi Afrika o, sijafanikiwa kumuona mama. Jamani nimekwenda Angola mama, we Angola mama. Nimekwenda bongo, bongo, bongo. Jamani, bongo. Kuna watoto, bongo, bongo. Jamani. Mimi kwenda Zanzibar jamani, mimi kwenda Dodoma jamani, wewe jamani, nimekwenda Tanga wewe, Tanga Pangani, jamani nimekwenda mimi jamani, Arusha ah. Na watafuta watoto wazuri wa kuoa wewe, sijafanyikia kumwona mama wewe, mama oh, mama mama mama Nafanikiwa kumuona mama. Oyo oyo kwe, nimetembea Afrika nzima na kutafuta mizizi ya Afrika, nafanikiwa kumuona mama, wazee wa masauti. Eh, hey. Eh, wale. Eh, eh. Eh, na hapo ni wawili tu. Je, mkiwa sa... wangapi kwenye bendi ya Mvula Mandondo? Tuko saba. Tuko saba. Watu wengine wanaenda watano. Hii bendi tu tunaeka muziki s Alafu hii bendi si mna watu wa aina nchi mbalimbali kuna, tuna watu wawili eh, Buki nafasi ambao ni wanatoka Kongo ni Mzairi. Amtaje vizuri yeah, Bwana Moses okay. Alitoa Burkina Faso Mbokalia mtu mungamba Faso na munga Faso ambaye ndio Faso, gitarist wa Mvula Mandondo yeah. Alafu na kijana anaitwa Luka. Hiyo ndio kakamata ile ile rhythm uka ambaye ni mzali wa nchi Mngereza, lakini lakini yeye yupo katika miziki ya jazi, katika miziki ya roki, lakini amejifunza kufanya miziki sababu anapenda bendi Kongo. Mwingereza ni waingereza wa kaskazini, milimani na ngoma zamani tulikopolea kwenye bendi, lakini kitu kimoja nikaona, ah, unaangaika, ewe mdengeleko wangu mpiga mpiga ngoma kwenye level level B kwa sababu oh, kutafuta ngoma ngoma katika levo levo 1 sio mchezo. Levo 1 lazima ufanye mazoezi. Sasa mpiga ngoma bado hajapatikana katika Mvula Mandondo. Niliwahi kufanya naye show mmoja, show ilikuwa nzuri, lakini alikuwa na struggle kwa sababu hajajua ile, unaona muziki inavyo muziki yli... yake inavyokwenda no, no, na mfano lakini mnaje kumtaja jina sawa. Sasa, kwa hiyo Mvula Mandondo, hii CD inauzwa inapatikana CD baby. Wapi unaweza kuipata CD yake? Mvula ya Mandondo ipo ipo, ipo professional. Ukienda okay, kwenye iTunes unaipata Mvula Mandondo. Ukisema tu Ambush Mvula Mandondo albamu ipo. Ukienda kwenye Amazon ama, Mvula Mandondo ipo. Ukenda kwenye stream Mvula Mandondo ipo. Ukenda kwenye kwenye Facebook Mvula Mandondo ipo. Na ukitaka kununua katika website yetu unakwenda www.mvulamandondo.com. Mm. Album iko pale na inauzwa kwa bei rahisi. Tutaiandika eh, tena download. Mm -hmm. Tutaiandika. Basi simalizieni ikipande mm -hmm. na mziki mwingine kama Mwajuma ile naipenda. Mwajuma, Mwajuma ile kwa Mwajuma hiyo. Ah, Mwajuma. Mwajuma. Ngocha uchao chawe. Kwa kumalizia kwa kuaga kwa Saidi Kanda na mwenzie ya Fab Moses. Dio, na Mose, tukuite ndio na, ni Mvula Mandondo ambayo ni jina la nani, no jina la la nani la, la maudhui ya kazi ya Saidi Kanda. Dunia hii tunapita, hauja fauja ambika. Dunia hii tunapita, hauja fauja ambika. Hacha za konyo do. Dunia hii tunapita hauja fauja ambika. Dunia hii tunapita hauja fauja ambika. Hacha za konyo do, mazulia teki haraka. Ndugu yangu we